Karibu tena kwenye mpira wa kweli, mahali ambapo tunakuletea habari moto moto kutoka ulimwengu wa soka. Leo ni Alhamisi, Mei 16, 2025, na tuna mengi ya kuzungumza e, kuanzia tetesi za usajili, mabadiliko ya benchi hadi vipaji vinavyochipuka nchini Hispania. Mshambuliaji wa Real Madrid Rodrigo amevunja ukimya kuhusu tetesi za kuondoka klabuni, kupitia ujumbe mfupi kwenye Instagram alikanusha uvumi huo na kuahidi kurudi uwanjani hivi karibuni. Kocha Carlo Ancelotti alieleza kuwa Rodrigo alikuwa na homa na majeraha madogo, hivyo hakuwa fiti kwa mechi dhidi ya Barcelona. Xabi Alonso anatarajiwa kuchukua mikoba ya ukocha wa Real Madrid msimu ujao. Kazi yake kubwa itakuwa kuleta uwiano kati ya safu ya ushambuliaji na ulinzi, hasa kwa wachezaji kama Kylian Mbappe ambaye hajawahi kuwa na jukumu kubwa la kusaidia ulinzi. Alonso atahitaji mbinu mpya kuhakikisha timu inacheza kwa mshikamano zaidi. Barcelona na nafasi ya kipa. Kwa upande wa Barcelona, klabu inatafuta kipa mpya kutokana na wasiwasi kuhusu kiwango na afya ya Marc-Andre ter Stegen. Majina yanayozungumzwa ni pamoja na Diogo Costa na Joan Garcia wa Espanyol. Hii ni sehemu ya mpango wa kuimarisha safu ya ulinzi ya klabu hiyo. Carlo Ancelotti atakuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Brazil baada ya kuondoka Real Madrid. Uamuzi huu umepokelewa kwa hisia tofauti. Rais wa Brazil Lula alieleza kuwa nchi ina makocha wazawa wenye uwezo, lakini anatumai Ancelotti atasaidia timu kufuzu na kushinda kombe la dunia. Cristiano Ronaldo j, mwana wa nyota wa soka Cristiano Ronaldo amecheza mechi yake ya kwanza na timu ya taifa ya Ureno chini ya miaka 15 dhidi ya Japan. Baba yake alionyesha furaha kubwa kupitia mitandao ya kijamii akisema anajivunia mafanikio ya mwanawe. Manchester United wanavutiwa na mshambuliaji chipukizi Liam Delap ambaye anaweza kupatikana kwa ada ya zaidi ya yuro milioni 35. RB Leipzig wako tayari kuwauza wachezaji wao nyota kama Tavi Simons, Benjamin Sesko, Lois Openda na Castello Lukeba kwa jumla ya hadi yuro milioni 330. Na kwa kumalizia Marcus Thuram wa Inter Milan alionekana akifanya manunuzi kwa baiskeli mjini Milan. Tukio hili linaonyesha kuwa wachezaji wa soka pia hufurahia maisha ya kawaida nje ya uwanja. Asante kwa kuungana nasi kwenye mpira wa kweli. Tunakutakia siku njema na tukutane tena kesho kwa habari zaidi za soka.